Ndio maana mnapoenda kwenye maeneo, sikiliza, mnapoenda kwenye maeneo kama ya misiba, maharusini, usiende kichwa kichwa tu kama wengine wanavyoenda. Unaenda harusini, usiende kichwa kichwa tu, unawaza ubwabwa. Nenda harusini ukiwa unajua. Mnapokuwa na mikusanyiko yoyote ya ukoo, uwe na uhakika hamkusanyiki watu tu peke yenu, na mamizimu ambayo ni mandugu yenu na yenyewe yanakuja, yanakuja kama mandugu yenu na yanakuja pale, yanataka kuangalia usalama, kwa sababu misimu imekabidhiwa kuona kwamba familia inakuwa na oda, siii, tunaenda sawa sawa. Ndio maana wengi sana mmepataka matatizo mlipotoka msibani, mlipotoka msibani ndo siku ambayo matatizo yalipoanza, na kwa sababu wengi hawaelewi vitu vinakujaje kujaje. Haya, kuna binti tulikuwa tunamwombea mnaombea anagaragara, mapepo hayaishagi. Kila mkikutana nguvu za Mungu zikishuka anagaragara, anapata shida. Yule binti hakuna nafuu anayoiona kwenye maisha yake. Sasa sikiliza, sikiliza. Siku moja tulipokuwa tunaomba sasa, tukasema iwezekani tukaamuru vile yale madudu yajidhihirishe. Mapepo hayajidhihirishe ni manini? Alafu kuna namna yalivyojidhihirisha. Sikiliza, baadaye tukamtuliza yule binti, akatulia nikawaambia nikasema, huyu kwa kumwombea hivi hafunguki, isipokuwa tujue kwanza tatizo lilianzia wapi. Nikamueleza, mbona okunaomba. Okay, niambie, kuna kitu hapa tumesemeshwa kuhusiana na baba yako. Anasema hivi, ni kweli, mimi baba yangu alikuwa ananipenda sana. Baada ya baba kufa, usiku ule tukiwa msibani, tumelala yani, wamezika leo, alafu usiku wamelala, anasema baba yake akamtokea alafu akamwambia akasema mwanangu, siwezi kukuacha, nitakuwa na wewe, uwe na amani, nitakusaidia kwenye mambo mengi sana. Anasema aliposikia ule ujumbe alijisikia nafuu na kubwa sana. Anasema kwenye maisha yake ya kawaida, alipokuwa anataka kufanya jambo, hata kama ni anaenda kukosea, baba anamtokea, anamwambia, mwanangu, ili jambo usilifanye usilifanye kwa sababu ukilifanya litakuletea matatizo au utapata hatari fulani. Asipoitii sauti ya baba yake, linatokea kama baba alivyosema. Akitii anakuwa salama. Kwa hiyo maisha yake yote aliamini kwamba baba yake anamsaidia, si tunaenda sawa sawa. Aliamini kwamba baba yuko pamoja na mimi, ananisaidia kwa sababu ananitokea, anasema na mimi, na hakuwahi kumwambia mtu yoyote, anasema na baadaye alirelax sana kwa sababu alikuwa anajua kwamba baba wake yupo. Hata akija mwanaume anasema kama sio mtu sahihi, baba anamtokea kwenye ndoto, anamwambia mwanangu, huyu mwanaume sio sahihi, achana naye, ni jambazi. Alafu kweli baada ya siku mbili anakuja huyo mtu amekamatwa, ni jambazi. Anasema kwa baba alikuwa anamsaidia na, msaidia, naye alikuwa na amani ndani yake, lakini hakujua kuna upande wa maisha yake ulikuwa unaliwa na kuharibiwa kwa kiwango kikubwa, kwa sababu mizimu haiko kumsaidia mtu hata siku moja, haiko kumsaidia mtu hata siku moja. Na ameokoka na kanisani anaenda, kwa hiyo anamsikiliza baba usiku na anasikiliza neno la Mungu linasemaje. Sasa angalia mateso yalipoanza. Anasema siku moja baba yake akamtokea akamwambia, mwanangu, kuanzia leo hutaniona mimi nimetengwa sana huko nilipo. Kuna kijana ambaye atakuwa anakuja kukuona kwa niaba yangu, ukimwona huyo uwe, uwe na amani, ujue ni mimi mwenyewe nimemtuma. Anasema kuna kijana akawa anakuja anamtokea usiku, baadaye yule kijana akaanza kuingia kwenye mahusiano naye kwenye ndoto, alafu akawa anazini naye kwenye ndoto, anazini naye anaona tu ni kijana aliyetumwa na baba. Akifika anamwambia baba yako ameniambia hivi hivi na hivi, habari njema kabisa anampa. Ndio maana nimekueleza, nimesema kwa nini mababu zetu walikubali bizimu ni kwa sababu ilikuwa inawaambia habari njema zinazofanana na ukweli. Shetani anapoamua kukuambia ukweli ujue ule ukweli una mtego nyuma yake, kwa sababu kwenye kinywa cha shetani hakunaga ukweli hata siku moja. akaota ndoto, akawa anaota ndoto ni mjamzito, akawa anaota ndoto ni mjamzito. Alafu baadaye akaota ndoto amejifungua watoto wawili mapacha. Anasema vile vitoto alivyojifungua, ghafla akaona vimeota meno, vimeota na mandevu yako hivi. Anasema akawa anavikimbia, akilala hana amani, anavikimbia vile vitoto na vinamlilia mama, mama. Kwa kuna wakati vinamshika kwa nguvu, vinamlaza, vinakuja kumnyonya maziwa. Anasema vinanyonya maziwa vinanyonya maziwa alafu vinaondoka, ninashtuka. Anasema inakuwaga ni fujo, kwa sababu vina meno vinaning'ata, alafu vina makucha. Anasema ukiangalia, okay, hapa kifuani hapa nina nimekwaruliwa kwaruliwa hapa kifuani. Tulikuwa na, na, na, na, na, na, na, na, na mama nikaambia, okay, uknenda ukamwangalia nachosema, kwa sababu wakati mwingine kuna vitu unaongea, sio kwamba alikuwa anasema mi hayo mambo nilikuwa nayajua, nilikuwa siyajui mimi mwenyewe. Nilikuwa ni mtu ambaye wakati mwingine mtu akiniambia, mama ananiambia achana na mambo ya mizimu, mizimu hamna kitu kama hicho. kwa hiyo nikamwambia, hebu nenda ukamwangalie, kwa sababu wengine inawezekana akili tu haijakaa sawa. Akaenda kumwangalia akasema, mtumishi, anatia huruma hapa, amekwaruliwa kuna maeneo mengine amekwaruliwa, kama vile pana damu damu, yani kama vile ametoka kukwaruliwa. Toka anasema hii imetokea jana, haya madudu yanafanya hivyo. Halafu sasa, sikiliza anachofanikiwa kwenye maisha yake, na ndio, mkiomba anaanguka hivyo, mkiomba anaanguka anaanguka hivyo, kwa tukajua saa hiyo tukajua okay. Kinachomsumbua huyu wala sio mapepo, sio tukemee sana no, ni mizimu hapa. Tunatakiwa tuzungumze na mizimu, kuanzia leo haina mamlaka. Na tuliposema namna hiyo akafunguliwa, akawa huru kuanzia hapo <laughs> na, na, e, naenda airport pale, navuka kwa ajili ya kwenda kupanda ku, ku, ku, ku, ku, ku, ndege Dada mmoja akaniambia, mtu amenenepa sasa, hiyo simtambui, anang'aa yuko hivi, ananiambia mtumishi Mwalulili, nikasema ndio ndio, nikajua tu labana nifa. Anasema, unanikumbuka? Anasema hapana, anasema, mimi ni yule ambaye tulikutanaga hivi na hivi, na hivi ukaniombea, na mimi naambia, ni wewe? anasema ndio, jamani, ni mimi yani. Huyu Mungu kwa kweli! Na ndio siku hiyo mimi naenda kupanda ndege kwa mara ya kwanza. Akaniuliza namba tiketi yako. Akaambia, ah wamekupa siti ya huko, ungependa ukae siti ipi? Nikasema dirishani, kwa sababu nikajua dirishani, hapo unaweza ukawa unachungulia au unaangalia hapo hapo. Akabadilisha, akaingia kwenye sisi papa papa, akasema tunakubadilishia, kabadilisha, nimeenda kukaa dirishani. Sasa unaona, basi hata dirishani kwenyewe, lakini tu najaribu kukuonyesha. Fikiri kwa mfano, huyu mtu asingekutana na neema ya namna hiyo, akaamini tu ni majaribu na ameokoka na alikuwa ni mtu kwenye ma wa maombi yuko kwenye maombi, lakini hakuna kitu kinachoenda kwenye maisha yake. Haleluya, amen. Kwenye mamizimu yanachofanya yana kawaida ya kuadhibu. Mnapokutana kama ndugu, yanapokuja katikati yenu, yanachotaka kuona ni wewe. Okay, uko kwenye situesheni gani? Je, yanaweza yakapata nafasi ukiwa kwenye majonzi hayo ya msiba yanaweza yakapata nafasi yakaharibu kitu fulani kwenye maisha yako kama adhabu, kwa sababu wewe hauheshimu, hauendi kwa waganga wa kienyeji, tupate labda nafasi sasa. so, ukiwa kwenye majonzi kama hayo, haujajiweka sawasawa na Mungu, mmekusanyika tu mnalala pale, yanakupiga. Kuna mama alikuja Mbeya pale, alikuja msibani tukuu, sijui wapi, sijui iliewe. Anaondoka anasema aliteleza tu hivi kidogo, aliteleza tu kidogo hivi basi akasimama basi akawa akachechemea kidogo tu, lakini wamesema alitembea, wakaenda kwenye kosta, wakapanda, wakafika Mbeya, akalala. Akaamka kesho, akaamka limguu limevimba hivi. Anaenda hospitali, hospitali wanamwambia umevunjika mara saba. Amevunjikaje mara saba na aliweza kutembea? Limguu limevimba hivi, amekaa nyumbani, amekaa nyumbani. Yule mama anauma na kuteseka na ule mguu zaidi ya miaka saba hu alikuwa mnene hivi. Kwa hawezi hata kutembea. Alikuwa na mashamba huku huku huku ili bonde la Usangu, alikuwa na mashamba bonde la Usangu, alikuwa na zaidi ya heka mia tano. Alikuwa tajiri yule mama, alikuwa anawakodishia watu na nini. Ile miaka ni saba aliyokaa kuumwa, serikali ya kijiji, wakaingia watu wakafanya figisu, wakachukua yale mashamba, hana kitu nenda kumwombea, anakuomba na elfu mbili ya dagasku hiyo, maisha yameharibika. Tukaomba, alafu Mungu akatuambia, mwambieni na mponya. Nikaambia mama, Mungu anasema namponya. Miaka saba amekaa, tumeenda wiki ya pili ametoka na magongo. Alafu akatuambia, akasema, mtumishi, nataka nikuonyeshe surprise Haya magongo naendeleakutembea kasauatuawachawiana alio niroga kwao naendelea. Imani yako imekutuma, sawa. angalia Mungu alianza kumrejesha taratibutaratibu. Haikuwa siku moja. Mungu alianza kumrejesha taratibu taratibu siku moja tumekaa pale nyumbani jioni, tumetoka tu na mke wangu tumeenda tumemsalimia, tumeomba tunaotaka kutoka, kuna mtoto wake mmoja akawa anaingia by surprise. Ah, sio ndio kwanza mtumishi huyu ni, ni, ni mkwe wangu aliyeoa wa mtoto wangu wa mwisho na yule alipofika, ndo mtumishi anayeniombeaga akasema, basi vizuri sana mama. Mama funika macho, watumishi msiondoke, funika macho. Tukatoka nje pa pa pa pa, alafu akaambia fungua macho, akaambia mama, surprise, gari hii niliyokuja ni ya kwako, na watumishi hawa waiweke wakfu, waiombe kwa ajili yako mama. Anatoa tu machozi, anasema, Mungu ameanza kunirudishia tena kitu ambacho sikuwahi kufikiri kwamba ingekuwa hivi.